Tazibeba sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo, iwe ni idara kamili. Ikiwa idara kamili, kwanza itatengewa bajeti, maanake hawana bajeti ya Waswahili. Kwa hiyo hawana namna ya kufanya kazi, wanadangia. Watatengewa bajeti, lakini kutakuwa na ajira rasmi ambazo zitaajiriwa kwa sababu itakuwa ni idara inayojitegemea, na ikiwa idara watapewa fursa ya kuingia kwenye vikao vya maamuzi na kufanya kazi zao. Tukianzia hapo, zitaanza kuonekana kazi zao. Sasa hivi kidogo kuna shida. Kwa hiyo la kwanza, tunakimbizana tuwe na idara inayojitegemea kwenye mkoa secretariat ya mkoa, lakini kwenye halmashauri za wilaya. Ikishajitegemea sasa, inakuwa na sekta zake. Kwa hiyo tukianza na upande wa habari, pamoja na kwamba nazunguka kuhakikisha tunaimarisha usikivu na utendaji wa vyombo vya habari vya serikali wa wakiwemo TBC na kwa Singida menieleza usikivu unatabu baatimbaya ya muda haumtoshi, nataka nitembelee pale tuone, lakini mahitaji mlio ya ibua tutashughulika nayo. Tunataka shirika hili la utangazaji la taifa kiwe ni chombo cha habari kinachoaminika na chenye nguvu kuliko chombo chochote katika nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo chombo cha umma, ndiyo chombo cha serikali, lazima kiwe na nguvu wengine wengine wakufuate, na huko ndiko nataka tu tuipeleke shirika letu la utangazaji na taifa. Lakini tunataka tuhamasishe halmashauri zetu ziajiri maafisa habari, ziko halmashauri hazina hapa. mna halmashauri ngapi? Saba. Kati ya saba nadhani halmashauri nne ndio zina maafisa habari au tano, zingine hazina. Sasa tunataka waajiriwe na sisi tutawasaidieni. Unajua iko shida ya kupata kibali cha ajira Wizara yangu itafanya kazi ya kusukuma vibali vitoke halmashauri zetu za wilaya ziwe na maafisa habari. Kwa la kwanza waajiriwe, wakiajiriwa tutatengeneza daraja kati ya serikali na vyombo vya habari. So moja ya shida kubwa wenzetu wanahabari wanalalamika kwamba serikali inawakimbia, haitoi habari na kwa wingi wa vyombo vya habari tulivyonavyo, serikali isipotoa habari hao na habari tunawapeleka waende kutunga habari za uongo. Matokeo yake mambo yetu yanakuwa mabaya chini na magazeti kumi na tano ya kila siku. Magazeti kumi na tano, asilimia themanini ya habari zake lazima zitokane na serikali. Serikali ikigoma kutoa habari inabidi waende wakatunge ndio maana unakuta gazeti lina habari nzuri sana linavutia, alafu ukifungua ndani unakuta bla bla. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu daraja limekatika kati ya serikali na wanahabari. Daraja hilo ni maafisa habari na mawasiliano wa serikali. Tunataka tuwaunganishe waajiriwe, lakini kote nilipopita ni nimesisitiza waingie kwenye vikao vya maamuzi, ili wajue mambo yanavyoendelea, wawe na habari za kutoa. Wasipojua hawatakuwa na habari za kutoa. Niko hapa mfano, mimi nimekuwa tumwenezi tena, nikuwa DC, nikwenda wilayani kwa kwa mzee, mzee wangu hapa ndio aliniachia wilaya k akaenda Mwanza, mwaka elfu mbili na na kumi, nilikuwa mkuu wa wilaya miezi nane, alafu nikarudishwa kwenye chama. Niliporudi kwenye chama, yeye, mnajua hali ya chama ya, ya CCM ilikuwa mbaya tu. Nilikuwa na habari nyingi sana mbaya kwa ya CCM. Nikamwambia wazee, mnataka turekebishe hiyo? Alisema ndio. Nikamwambia mniruhusu niingie huko ndani, hata mkikaa wawili mnateta mna na mimi niwepo, ili nijue yanayoendelea. Kwa hiyo nilipokuwa nayajua, na yasema sana na watu wabali sana, hata nasema sana lakini unasema mambo unayo yajua. Nilikuwa na ya uwezo wa kusema, huyu hawi jamani, msipoteze muda na kweli hao, kwa sababu nimekaa huko ndani <laughs> ninajua mambo yanavyoweza, lakini sineka singejua. Na nilipoanza kuzitoa habari, vyombo vya habari vikaanza kuzipokea hizo habari na zikaanza kuzungumzwa vizuri, na leo sehemu imerudi. Baada ya kanabati mwezi wa sita nastaafu mada mwezi wa chama hicho, niwaachie watu wengine pia wafanye, na mimi nimetimiza wajibu wangu. Lakini ilifikaje access to information nilikuwa na uwezo wa kuingia na kuzipata habari. Sasa maafisa habari wetu leo, kama aona habari watakuwa wanakimbia kila akitafuta, na mwandishi wa habari anakimbia. Mimi ukitusema asubuhi, mchana, Nape yupo mchezo wewe. Kwa hiyo waingie kwenye vikao vya maamuzi, lakini kubwa watenge bajeti, halmashauri zitenge bajeti kwa ajili ya kazi za mawasiliano, na haya tutayaleta kwa maandishi. Ndugu nasi na wenza tutayaleta kwa maandishi ili tuwe na uwezo wa kuyafuatilia na kuyasimamia, tuhakikishe tunakwenda vizuri. Kwa wanahabari kwa ujumla wako ziko changamoto zinatukabili, najua ndio maswali mengi naulizwa, lakini yote yanajibiwa na mswada wa huduma za vyombo vya habari ambao tuko katika mchakato mzuri, tutaupeleka bungeni, utakuwa sheria na tutasimamia kuhakikisha maslahi ya wanahabari yanalindwa ndani ya ule mswada. Mle ndani tumeweka tafsiri ya nani mwandishi wa habari, ili tuondoe tatizo la makanjanja kwenye tasnia ya habari. Maana hao wako wengi sana, wanakuja mzee, wanakutisha hivi, unaogopa ili ukate, ukimkatia naye ameishia lakini kweli hawa si waandishi wa habari kama ilivyo daktari ana, ana sifa za kuitwa daktari, mwanasheria ana sifa za kuitwa mwanasheria, na mwandishi wa habari lazima awe na sifa. Na bahati mbaya tumebana sana, tunataka mwandishi wa habari awe na degree, alafu awe na ujuzi mwingine vinginevyo tunapata watu wauza nyanya, anajifunza kupiga picha, alafu anajiita mwandishi wa habari, anakwenda anatukorogea. Mama, nataka tuondoe kidogo. Utakuwa na kelele, lakini tutafika lengo letu. Tuongeze sifa za kuwa mwandishi wa habari, ili wamiliki mehabari, wa vyombo vya habari wawalipe wanahabari vizuri. Shida iliyopo leo, ukimbeba mwandishi wa habari lazima umlipe ili akakufanyia kazi. Kwa nini halipu mshahara? Sasa tunataka. Kwa hiyo yale malalamiko na changamoto za jumla za tasnia ya habari tutazijibu kwenye mswada wa huduma za vyombo vya habari. La pili kwenye michezo, ila kwanza kwenye habari, tutaajiri maafisa habari na tutawapa vifaa vya kufanyia kazi. Na bahati nzuri leo nimekuja na iPad 5 zile kwa wale walioajiri maafisa wa habari nitawapa. Wale wasiwaajiri nitaondoka nazo. Halmashauri ambazo hazina nitaondoka nazo, nikishaajiri niambieni, nitawaletea kule. Mlikoajiri ninawapa leo, na iPad hizo zina uwezo mkubwa, zinaweza kupiga picha, ndio kompyuta yenyewe, ni kila kitu, ina mambo mengi sana. Tunataka tuanze kuona habari za Singida kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari zikizungumzwa. Tunataka tuiunganishe nchi yetu iwe kitu kimoja kupitia mtiririko wa habari mbalimbali. Tukifanya hivi tutaileta tuta wizara karibu na watu. Upande wa michezo, michezo la kwanza kubwa tunataka tuimarishe vyama vya michezo, na uimarishaji wa vyama hivi vya michezo lazima uanzie mikoani na wilayani. Tunalo tatizo la kuviangalia vyama vya michezo katika ngazi ya taifa peke yake. Matokeo yake mikoani huku hali inakuwa mbaya, na vyama vya michezo hivi vivyo vyama vyote, sio mpira wa miguu peke yake, maana mpira wa miguu nao siku hizi umeingiliwa sana. Nasikia maneno ya rushwa nyingi kwenye mpira. Sio watu wanapanga matokeo, watu wanafanya hivi, na shida moja inayotupata vyama vya michezo vya mkoani na wilayani vikiwa legelege, wanatengenezwa watu wanakuwa wanajiita viongozi wa vyama vya michezo kwenye mkoa na wilaya, lakini ukweli wanatengenezwa wapiga kura wakwenda kuwapigia kura wakubwa, na wala hawana mpango na vyama vya michezo kwenye mikoa na wilaya zetu. Tunataka tukomeshe utaratibu huo. E, nilienda mahali dokta, mtu ametoa hela kutoka Dar es Salaam, amekwenda amegombea alafu ameondoka wa na wauliza mwenye anasema hatumjui, bwana. Alikuja mtu mmoja hapa akakata hela tukampa kura basi, tuka amekwenda, amekuwa mpiga kura wa wakubwa, lakini huku chini, matokeo yake vyama vingi vya michezo vinabaki na wababaishaji. Vikibaki na wababaishaji vinakuwa havina fedha za kuendeshea mchezo, kwa sababu kila ukienda kuomba jamaa, wakikuangalia wanajua wewe mpiga dili, hela yenyewe hawakupi. Sasa lazima tuimarishe vyama ili tuondoe pia makanjanja huku juu. Hivi vyama vikiwa imara huku chini, tutatengeneza viongozi wa vyama vya michezo na sio viongozi wanaojaza nafasi ili wakae wapiga kura wa wakubwa. Zamani, zamani kidogo eh, CCM walikuwa na mchezo huo. Siku hizo wameacha. Zamani walikuwa na mchezo wa kutengeneza safu. Unapadikiza safu unakuja nayo. Pale ikifika hapa juu wote ni wapiga kura wako wote wanaimba nani? Siku hizi ni sasa kwenye michezo tumeingiliwa, wameanza watu wanapandikiza watu kwenye vyama vya michezo vya wilaya na mkoa, ili watengeneze safu ya kuwapigia kura waendelee kujilinda huku juu. Sasa tunataka tukomeshe, vyama vya michezo viimarike kwa kufanya uchaguzi, na rasi marasi wengi hawafanyi. Uh, hili rasi na dasi ndio walezi wa kamati za maeneo yao za michezo lakini hawana muda kabisa wa kukutana na vyama vya michezo. Sasa unataka tukumbushane kwa maandishi. Rasi wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya michezo ya mkoa, basi ndio mwenyekiti wa kamati ya michezo ya wilaya. Tutaanza kurudi tuulizane, unavijua vyama kwenye mkoa wako? Asiyevijua aaambia bwana, aahaa, nadhani mkoa umekuwa mkubwa sana na dasi vile vile, asiyevijua wilaya inakuwa ni kubwa mno kwake, tutafute eneo dogo kidogo ili avijue, afu mambo yaende, sababu tusivyofanya hivyo hayataenda. Matokeo yake migogoro inatoka chini inakuja mpaka unakutana nao wizarani, ukiuliza, rasi hajui, dasi hajui. Sasa tunataka tukumushana, tukumushana kwa maneno na kumbushana na kwa maandishi ili tukienda kwa Pilato, tunatoa na maandishi. Mzee, tulikumbushana kwa maneno na kwa maandishi, na mambo yalishindikana. Mzee tusaidie, tunaelewana jamani? Tukienda hivyo tutafika. Nimepewa hii wizara, nataka tu, tugeuze hivi mambo yakae sawa, tuanze kukimbizana. Kwa hiyo vyama vya michezo na namna ya kuvisimamia ni kukutana navyo, kuzungumza nao kujua programu zao, wafanye wafanye chaguzi za haki za kweli, kupata viongozi wa kweli, basi mambo yatakwenda tu. Lakini ukiwa huvijui kabisa, wala wakigonga hodi, wanasema wana michezo bwana, si uwanja upo, nitacheza. Wanataka uongozi, na uongozi unatoka kwa rasi kidogo tunaanza kufikiria kumpunguzia dasi, dasi, na dasi awenyewe naye mzigo mzio ukimbebesha mkurugenzi ziko uwezo ee, na rasilimali tunaanza kufikiria dasi, yeye bado mambo yake sio mabaya, ila dasi kidogo, tutaona mbele ya safari mambo yatakwenda. Tukishaimarisha vyama vya michezo kwenye ngazi za wilaya na mikoa mambo yatakuja vizuri huku juu. La pili tunalo tatizo kubwa la viwanja vya michezo. Na viwanja hivi, mara nyingi tukizungumza viwanja vya michezo, wengi wanadhani ni maviwanja makubwa kama yana ya, ya Namfua, lakini hapa kuna moja ya viwanja vya wazi kwenye maeneo ya makazi ya watu, ambavyo kama havipo vinavunja moyo watu wetu kushiriki michezo, kwa sababu lazima sio watu wote. Mkienda kujaa Namfua pale, hapata tosha, kwanza mbali, lakini hapata tosha sasa mheshimiwa madiwani, tusaidieni kwenye mipango yenu ya matumizi ya ardhi, tengeni maeneo ya wazi, msifikirie hela peke yako, pamoja na maeneo ya makazi. Lakini kwenye makazi, kila palipo na makazi ya watu, wekeni eneo la wazi, watoto wetu wapate mahali pa kucheza. Na hili tumetoa agizo na tutalileta kwa maandishi, msipitishe mpango ardhi wa matumizi ya ardhi ambao ndani yake hakuna maeneo ya wazi kwa ajili ya kucheza watoto wetu. Tukishafanya hivyo, watoto wetu watapata maeneo ya kucheza na watu wazima watafanya mazoezi, hata kuwepo maeneo ya wazi. Na yako maeneo ya wazi kwenye baadhi ya miji yamevamiwa na wajanja, wamejenga. Haya tutafanya operesheni maalum ya kuondoa, ili tupate maeneo yetu, shughuli zetu ziende. Kwa hiyo kwenye, kwenye michezo tunataka tuanze na mambo haya mawili tunafanya marekebisho ya sera na sheria, hayo mambo makubwa ya huko juu. Lakini huku chini walau wakubwa mtusaidie, vyama vya michezo tuviimarishe, tutenge maeneo ya ya kufanyia mazoezi na kucheza watu wetu. Mkianza na haya tutaanza kuonekana, shughuli zetu zitaanza kwenda. Halafu baadaye tuta, tutaongeza na mengine. Upande wa utamaduni, mkoa Singida ni moja ya mikoa ambayo ina tamaduni nyingi nzuri, na hapa mmesema mkuu wa mkoa kwenye taarifa yenu. Changamoto tulionayo katika nchi yetu, tamaduni nyingi zimeanza kupotea na kusahaulika. Zinapotea na zinasahaulika na kwa sisi watoto ambao, kwa sababu mimi sijui mimi mamangu Mjiramba, babangu Makonde, mimi sijui nakuwa ni kabila gani. Eh, Makonde. Sasa damu ya mamangu ndio ipelekaje? Ah, namwonea mamangu Eh, wajoo, mi Mtanzania. Unaona, sasa ukishakuwa Mtanzania, kuna tamaduni za Kinyiramba na Kimakonde utazikosa. Utanzania sawa, ndio unaotuunganisha tuwe taifa, lakini kuna tamaduni fulani na ni nzuri, ziko zingine zina mapungufu lakini zile zenye zi mapungufu mnazirekebisha, lakini ziko ambazo ni nzuri na zinaanza kupotea. Jukumu la wizara yangu ni kuhakikisha tamaduni hizi hazipotee, hazipotee. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo, nawasikia Wanyiramba wanaimba. Leo vijana wengi hawajui, si ndio? Siku hizi yanapotea, zinapotea, zinakwenda vijana wetu wanaanza kuiga tamaduni za kigeni zaidi. E, ili uwe msanii lazima uvae mtepesho. Sasa <laughs> haya yakipotea kabisa, tutapata shida, taifa hili litakosa mwelekeo. Kazi ya wizara yangu ni kuhakikisha tamaduni hizi hazipotei. Tunafanyaje? tumekubaliana tuzifanye tamaduni zetu tuziunganishe na utalii, ili tufanye tamaduni ziwe sehemu ya utalii wa nchi yetu badala ya wazungu na wa, na na, na, na, na Watanzania wenyewe wanaotaka kujifunza kwenda kutembelea wanyama na mbuga peke yake, wawe na uwezo wa kwenda kutembelea mahali wanakwenda wanajifunza tamaduni za makabila ya nchi yetu. Nchi yetu ina utajiri na makabila 126, kilia kila kabila tukitunza utamaduni wake na tukaufanya kuwa ni sehemu ya utalii wa nchi yetu tutafika mahali fulani pazuri. Umenielewa, eh? Niliwahi kwenda Bujora Mwanza, pa Bujora ametengeneza center ambayo imekusanya utamaduni wote wa Kisukuma. Kwa hiyo ukienda pale, unaambiwa wasukuma waliishi hivi hivi hivi hivi, halafu, ukitaka sasa, baadaye, unaambiwa hiki, ukitaka kwenda kukiona mwenyewe kiko marifla, mahali fulani, lakini iko center mahali. Sasa tumeanza mazungumzo kila mkoa uwe na senta fulani kwa ajili ya kutunza utamaduni wa mkoa ule, uende utunzwe mahali. Mtu akitaka kuja kujifunza utamaduni wa kinyiramba wa kinyisanzu wa kinyaturu, akija Singida anakuwa na mahali kwenye senta moja, anauangalia wote. Sasa akitaka aende enyisanzu na kwingineko aende, lakini tayari ameshaupata pale na tumepata kipato na tumeutunza utamaduni wetu usipotee. Tukilifanya hivi, wizara hii upande wa utamaduni itafanya kazi kwenye wilaya na kwenye mikoa na maafisa utamaduni sasa watapata kazi ya kufanya badala ya kubaki kuwa ma MC wa shughuli, watakuwa na shughuli hapa ya kufanya ya kutunza utamaduni wetu kwenda kuutafuta na kuuhifadhi mahali na kuusimamia uendelee kutunzwa. Jamani, mnanielewa? Tunaelewana eh? Nijaribu ni- niende ni, ni, taratibu lakini nitumie muda mfupi nielewe. Tukishaelewana kama wadau, mwelekeo wetu utaeleweka. Upande wa sanaa, moja, tunataka tufanye sanaa kuwa shughuli rasmi ya uchumi ya kumwingizia kipato anayefanya, lakini pia kuingiza kipato serikali. Na nimeona wadau wa sanaa hapa, kwa muda mrefu kazi za ubunifu wa sanaa zimekuwa zikifaidisha wajanja wachache tunao watu wanafanya kazi za sanaa lakini hawafaidiki kwa lolote, zaidi ya kujiburudisha. Tunataka tuondoke kwenye kuburudika, tuende kwenye kuifanya kuwa ni shughuli inayompatia mtu kipato. Tunao wasanii wengi katika nchi yetu, wengine wana majina makubwa sana lakini maisha yao duni sana. Jina kubwa, lakini maisha duni. Sasa tunataka tuwasaidie, turasimishe shughuli za sanaa. Na namna ya kurasimisha, moja, unashughulika na masoko ya shughuli hizo, tuondoe watu wanaodurufu kazi za wasanii mtaani, tuondoe watu wanaokora kazi za wasanii. Ukipata masoko mazuri, watu wa fedha, amanze hapa mwasibu, watu wa fedha wanatumia soko la kazi zako ku kuangalia utapata kiasi gani. Kwa hiyo ukisharasimisha utavutia watu wa vyombo vya fedha kuja kuwekeza pesa kwenye shughuli ya sanaa. Wakishawekeza, mzunguko wa hela unakuwepo, inakuwa ni shughuli rasmi ya kiuchumi, unapata kipato msanii, lakini pia serikali itapata kipato. Wa Nigeria filamu ni moja ya vyanzo vikubwa vya mapato vya nchi yao, sinema zao zile zimezagaa dunia nzima na ni chanzo kikubwa cha mapato. Kwa nini? Walirasimisha hiyo shughuli, ikawa ni shughuli rasmi ya uchumi. Transactions za pesa kwenye filamu za Kinigeria zinarekodiwa na serikali yao, kwa hiyo walioshiriki kutengeneza wanapata mgao wao, lakini na serikali inapata mgao wake. Tukienda hivi mambo yatakwenda. Ina shida, ina changamoto, sababu wako watu wamekula kwa muda mrefu kwenye mgongo wa sanaa. Leo kuwanyang'anya kitumbua mdomoni, kazi kubwa. Lakini mimi nimepewa nibebe hiyo kazi, na nadhani naiweza, tutaifikisha mahali, tutanyosha mahali. haya ndiyo yanayonizungusha yanayonifanya nizunguke, tuanzie mahali fulani, tutengeneze njia ya mambo yaende. sasa nimalizie mahali alafu nisikilize ushauri Tumesikia taarifa ya TCRA. Nakushukuru bwana kwa taarifa yako, lakini pengine niwaombe TCRA kupitia kanda hii na kwa nchi nzima mambo mawili nadhani ni vizuri mkayafafanua vizuri. Kwanza ili swala la leseni za utangazaji, bahati nzuri hao mabwana wako chini ya wizara yangu lakini chini ya wizara ya mawasiliano. Iko changamoto kila mahali nilikokwenda, wadau wanauliza kwa nini baadhi ya vingamuzi zile channel za free hazionekani. Sasa nadhani ni kwa sababu uelewa umekuwa wa shida juu ya aina ya leseni mnazozitoa kwa utangazaji wa televisheni. Sasa jipangeni mkawaelimishe wadau wajue, hata kama niko kuweka vipindi na kupeleka elimu hii, ili tuondoe huu mkanganyiko uliopo. Lakini la pili, kuna huduma hizi ambazo serikali imeingiza hela nyingi sana za mkongo wa taifa. Mkongo wa taifa ni katika jambo ambalo linarahisisha sana mawasiliano, lakini uzoefu mliopata katika ziara, watu wengi hawajui kwanza ukiwauliza hapa mkongo wa taifa ni nini, wengi hawajui. Kweli si kweli? Hawajui, hawajui mkongo wa taifa ni nini, hawajui unafanyaje kazi, hawajui watautumiaje, hawajui faida yake. Lakini nyinyi TCRA mnausimamia. Sasa ni vizuri mkaweka utaratibu nyinyi na TTCL mkakaa chini mkazungumza namna ya kuwasaidia watu kuunganisha ofisi za serikali ni jambo jingine, lakini inawezekana hata katika ofisi hizo hizo za serikali hawajui ni nini, wala hawajui namna ya kuutumia. Kwayo nadhani ni vizuri tukawaelimisha tuka, tuka ni jambo kubwa, ni la manufaa kwa sekta ya mawasiliano, lakini nadhani iko haja ya kutengeneza programu ya kuwaelimisha watu walijue jambo lenyewe, ili mnapoziunganisha ofisi zetu na maeneo yao waweze kuutumia huo mkongo wa taifa. Ana hata hata neno lenyewe mkongo, nadhani jipya ile mkongo, kebo, na wanasayansi wanataka kukoroga. Wana, watatengeneza wana misamiati bila wakisema watu hawaelewani. Jamani, nadhani mmenielewa. Hayo ndiyo madhumuni ya ziara yangu. Sasa niko tayari kusikiliza ushauri, maswali na mawazo ya wadau, alafu tutayatolea majibu na tutakuwa tumefika.